Katika mkutano wa wanahabari kuelekea mchezo nambari mia moja kumi na nane kati ya KMC dhidi ya Simba. Ni mchezo utakaochezwa kesho katika uwanja wa KMC Complex, majira ya wanahabari, tuweze kumsikiliza kocha wa KMC Mohamed Bares ambaye atazungumza na wanahabari ah, kwa namna ambavyo timu yake imeweza kujiandaa. Kocha, karibu sana. Asante sana, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma. E, tumeamka salama na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Eh, kesho tam majira majira saa moja tutakuwa na mchezo na Simba katika kiwanja chetu cha nyumbani. Bila shaka niseme tumejipanga vizuri katika mchezo huu na sioni kama kuna tatizo lolote. Wachezaji wako vizuri, wako hali nzuri, wamerudi tumerudi na tumerudi Dodoma tukiwa wazima. Basi imani kesho, tumesawazisha makosa yetu, kesho mchezo utakuwa mzuri, tuna wachezaji bora, lakini na tutaendelea tutaingia uwanjani kwa kuheshimu, lakini na sisi watuheshimu, pamoja na udogo wetu, tuna tumejipanga, kiufupi niseme tumejipanga, na sisi tuna umuhimu wa alama tatu, alama ambazo kama mnavyoona tu bado tuko chini. Alama hizi kwetu ni muhimu sana, na kama ni muhimu manake lazima tuwajibike. Sasa wachezaji wetu wakawajibike, watume wajibu wa wajibiku, watu, watu wa, watu wao kuhakikisha timu ina, inapigana hadi dakika ya mwisho, tuone tunapata alama tatu. Ni mchezo ambao utakuwa ufundi zaidi. Nina imani Simba wanarudi katika mashindano, wako vizuri kifiziko, wako vizuri kitactic, na sisi tumejiandaa kwa hayo Tunaimani timu yetu iko vizuri katika maeneo mengi, pamoja na kupoteza mchezaji wetu cha mazoezi. Na imani vijana wako vizuri na wameasikiliza maelekezo. Kesho wataenda kuwajibika katika hali na hali na mali kuhakikisha kuwa tunapata alama hizo muhimu kwetu. Tujue kuwa kesho tunacheza mchezo mkubwa katika nchi yetu, tuna mchezo mkubwa baina ya Simba na tuko katika hali ya chini, lakini timu bado imeimarika, kila siku inaimarika, na imani kikubwa zaidi ni kwa timu kukosa matokeo, maanake pressure isiondoka kwa imani, kama tutapata matokeo kwa mfululizo bila shaka pressure itaondoka na kesho zote naingia kwa kutafuta, kutuliza hiyo presha washabiki, kutuliza presha ya klabu yetu pamoja na vijana wangu, na imani kuwa presha itatulia kwa mujibu wa matokeo yatakayopatikana. Ni kweli, hakuna somia, hakuna somia. Ikiwa unaumia, basi mi nitaumia zaidi kama mwalimu. E, kifupi wajibu wetu tunapokuwa na timu tunafundisha. Maanake kuna makosa tuyaone, tuje tuyatetue katika kiwanja hiki cha mazoezi. Tumeshafanya mazoezi ya aina hiyo ambayo kikubwa zaidi ni kuwa wachezaji wa makini. Kupoteza pasi ni kupoteza umakini. Kwa hivyo makini, nadhani tumeshaweka sawa. Bila shaka tunacheza na timu kubwa, kwa hivyo nadhani timu ambayo ukifanya makosa inaweza kukuhukumu. Naona hakitotokezea kiasilimia hizo ambazo umeziona. Kiasi fulani, naona watakuwa vijana wako sawa kuona sasa kama kuna nafasi wanaipata wao waitumie, lakini vile vile awe makini katika kupoteza nafasi ambazo zinaweza zikaja zikatuhukumisha katika makosa ambayo tutakao wafanya. Mchezo mmoja ndio tuko nyumbani, ambao ni mchezo wa Mashujaa. Mchezo yote tulikuwa ugenini na mchezo wa Simba kwa kesho tutakuwa nyumbani. Mimi na imani kuwa nyumbani ni nyumbani kwa kila mmoja. Nitakuona KMC, eh, KMC ambayo imeanza katika mapumziko katika mechi hizi tano tunafanyaje? Kwa hivyo katika mchezo mwingine ni huo wa Simba, kwa nini tutafanya? bila shaka kwa tumeshaandaa katika eneo letu ambalo sasa kwa mawalimu, tumeshafanya kazi zetu sasa, na wachezaji nao wakawajibike kuona wale yote ambayo tumwambia, basi wakafanye kazi bila shaka mimi na imani kwa wachezaji wangu, hali iliyo sasa hivi wanaendelea kupambana hadi mwisho. Kwaona KMC wanaikomboa chini kujaribu, kwa sidhani kama kutakuwa na makosa ya kizembezembe kama aina hiyo. E, kwanza mimi ni ni ni, watoe wasiwasi shabiki wa KMC. Kweli tuko chini na hatustaki kuwepo chini. Kwa hivyo kesho waje kwa nguvu, waje kwa wote kabisa kuhakikisha wanaipa nguvu klabu yao kwa sababu wao ni wachezaji wa 12 katika katika kiwanja, wasivunjike moyo. Hii ni changamoto ya mpira na changamoto hiyo hakuna timu Tanzania ile kwa haijapitia. Kwa kikubwa zaidi sio si wageni kukaa chini. Wengine wengi wameshakaa chini, wamekuja juu na sisi alama same tuliokuwepo. Mimi nina imani kwa ushirikiano wao walikuwa nao pamoja na viongozi wetu wanatuonyesha, kama sisi kama viongo, kama benchi la ufundi na wachezaji, basi mimi na imani tutafanikiwa inshallah. Waje washuhudie kile ambacho tutokea kiandaa kwa mchezo wa kesho. Uh,